gumzie tamko alilolitoa Lissu eh, kuhusu msiba wa, wa Mtei eh, wewe ni mwanasheria ambaye eh, ni mwanasheria wa Lissu pia katika kesi zake ambazo zinaendelea. Kwa nini mmeamua kutudanganya Watanzania kuhusu tamko mlilolitoa lililotolewa pale, na mkisema kwamba ni tamko la, la Lissu, na jeshi la Magereza limekanusha kwamba ile ile lile, sio tamko la Lissu. Kwa nini mliamua kutuhada okay. Anayethibitisha tamko ni la Lissu au sio la Lissu nani? Jeshi la Magereza Tanzania ni wasemaji wa Lissu ninyi? Mmechukua nini? Kwa hiyo nafikiri kama e, jeshi la Magereza wamekanusha, mnapaswa kuwauliza wao, hayo mamlaka ya kumsemea Lissu wameyapata wapi na kwa nini mnafikiri kwamba E, jeshi la Magereza ndo wana authority zaidi, ndo wana uhalali wa kumsemea Lissu kuliko chama chenyewe. Tamko la mwenyekiti wa chama lilitangazwa na makamu mwenyekiti wa chama. Kwa katiba ya chama chetu, kama mwenyekiti hayupo, makamu mwenyekiti anachukua na anafanya majukumu ya mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo tamko la makamu mwenyekiti wa chama ni tamko la chama. Sasa wewe mwandishi, unatakiwa sasa uchague unapokea tamko la chama au unapokea tamko la taasisi nyingine inayojipa hiyo mamlaka. Sasa kama unazungumza habari za mwenyekiti wa chama, umeshaambiwa na makamu mwenyekiti wa chama, msemaji mkuu wa chama, kwamba kuna ujumbe wa salamu za rambirambi kutoka kwa mwenyekiti wa chama. Sasa huyo mwingine naye dispute yeye ni nani? Sasa kwamba utaratibu wa mtu ambaye yuko gerezani katika kutoa taarifa ama kutoa taarifa zake kutoka huko alikokuja huko nje, okay. Ukoje? wewe ni mwanasheria nadhani, unafahamu na unajulikana, utaratibu ni simple tu, utaratibu wa mtu wala sio utaratibu, inaitwa mawasiliano, sawa. Sasa e, mtu aliyoko ndani anawasiliana na watu wake kwa njia mbalimbali, anaweza ukawasiliana e, na ndugu na jamaa kupitia kwa wanasheria wako unaweza kuamua kuandika barua kuwasiliana na watu walioko nje, unaweza kuwasiliana kwa namna kwa namna mbalimbali, inategemea na modality wewe ambayo unaitumia. Lakini kama umeamua kuandika kuandika kwa maana ya kudokumenti barua humo ndani ya gereza, ziko procedure nyingine pia za kufuata, ipite sehemu iandikwe, sio iidhinishwe sawa ndio iende nje, si kama tunaelewana? Sasa twende kwenye hoja ya magereza, walikwambia utaratibu gani ulitumika kupata hizo salamu za rambirambi? kwenye tamko lao wanasema au hawajasema? Yaani huwezi kuja ukasema ut utaratibu sio wenyewe huu ujumbe sio wenyewe Mmewambia Watanzania utaratibu wa kupata huo ujumbe ndani ni upi? Kama mimi na wewe tukizungumza hapa, sio, nikamwambia mtu X pale Nairobi amenituma moja mbili tatu, ujumbe wako sio wako, hmm. tuna uhakika gani kwamba nimekutuma? Nikuuliza hivi. Hmm. Leo nikitoka hapa nikaenda kumwambia mwanao mama yako kule Shinyanga kwamba Nyerobe amenituma moja mbili tatu, na mama yako anajua mimi nimekuja kwako tuzungumze, utasema ni ujumbe ni wako au sio wako. Halafu natokea jirani yako kule anasema ule ujumbe sio wa Nyerobe, sasa umejuaje kama Nyerobe mimi nilikwenda kuzungumza naye hmm? Lakini jeshi la magereza sio jirani yake, yuko ndani ya jeshi la magereza ambalo ndio lina Sawa, unasahau hmm. tu kwani mwenyekiti hatembelewi? Anatembelewa hatembelewi? Halafu awali ulisikiliza kauli ya naibu katibu mkuu kuhusu huo ujumbe wa salamu za rambirambi, alisema nini kwa umma? Jeshi la magereza wanachochote walichosema, kwa sababu naibu katibu mkuu alikuwa ameshawaambia kwamba utaratibu unafanyika ili tupate salamu za rambirambi za mwenyekiti. We, ukusikia hiyo kauli jeshi la magereza wamesema nini kuhusu hiyo moja Pili, hivi kama kwa mfano huo ndo ujumbe wa mwenyekiti, salamu za rambirambi zinalenga nini? kuwapa walipo eh, pole waliofiwa, sio sawe? Magereza mwenzako akifiwa akapewa pole, wewe unapata hasara unapata hasara gani? Yaani wewe kinachokukereketa na kinachokukera ni kutosi, yani hutaki sauti ya mtu isikike. Kwani ikisikika inakuaje? Wewe mshahara wako unaisha bindi? Hapa kati mmekuwa mkilalamika sana kwamba hampati nafasi za kwenda mpewi nafasi za kwenda kuonana na, na Lissu mm. Imekuwa ni tabu kweli kweli, hatupewi si nafasi, nafasi. Nafikiri unatukoti vibaya, malalamiko ya mawakili sio kupewa nafasi. Malalamiko ya mawakili ni kwamba mawakili wanashindwa kuzungumza na mteja wao in confidence in privacy. kumbuka mazungumzo ya wakili na mteja wake ni siri, hayapaswi kusikilizwa na mtu mwingine watatu Sawasawa, sawa. Kule nyuma kulikuwa na utaratibu wa kuwazuia mawakili kwenda gerezani na kelele zikapigwa, na kama ambavyo Mheshimiwa Lissu mwenyewe aliwahi kusema wakati shauri lake bado liko kwenye komito Kisutu kwamba hana nyimwa haki hata ya mawakili kumuona, baadaye wakarekebisha utaratibu. Kwa hiyo kukawa na mawakili kama kumi wana ruksa ya kwenda kumuona na kumtembelea gerezani. Sasa anapokuja kutembea wakili kumtembelea mteja wake, inabidi wakili na mteja wake wazungumze, na mazungumzo yetu yanapaswa kuwa siri, kati yangu mimi wakili na wewe mteja wangu. Akiyasikiliza mtu watatu hapo, hiyo siyo siri tena. Nitakupa mfano sasa. Lissu yuko ana kesi yake pale mahakama kuu tunataka kuzungumza mkakati wa tarehe tisa anajiteteaje kule mahakamani, aanzie wapi, aishie wapi? Sawa, hayo mazungumzo ukaleta mtu mwingine, askari mwingine asimame hapa ayasikilize. Aliyeajiliwa na nani? na hiyo inaitwa serikali, sio? Lissu anashitakiwa na nani? na hiyo inaitwa jamhuri. Yaani, kwa maneno mengine, mpango kazi wako wewe wa utetezi kule usikilizwe na huyu mtu ambaye yuko chini ya yule anayekushtaki kabla hujafika kule mahakamani. Huo mpango wenu wote wa kujitetea si utakuwa upande wa pili? Lakini cha pili, kusikiliza mazungumzo ya mtu na wakili wake We, uoni kama unaingilia faraga ya watu? Sheria haikuweka huo utaratibu. Ku mwanzoni mambo yakawa mazuri humo, katikati wakasema hapana, tunataka tuwepo, yaani kwamba tukae hivi tuzungumze, halafu hapa yuko fulani na hapa yuko mwingine, kinyume na utaratibu. Unaposema hata hii nchi kwamba haifati utawala wa kisheria, yaani mtu anang'ang'ania, anajua utaratibu ulivyo, anang'ang'ana tu yupo, nataka mkae hapo mzungumze ili nini kitokee? Okay? Wewe umesema huyu mtu unamtuhumu kwa kufanya kosa moja mbili tatu, umefanya investigation yako, sumefanya peke yako, sumeandaa mashahidi huko peke yako eh? Mshtakiwa alikuwepo si tunakutana kizimbani pale, alafu inapokuja kwenye afya zake unataka wewe uhakikishe unasikia kila kitu kinachoendelea. Sasa sheria inasemaje? inasema mfungwa huyo mahabusu apate haki ya kukutana na mawakili wake, wazungumze mambo yao, na mazungumzo hayo yawe ya siri baina yao wenyewe. Hayo mengine mnayofanya ni violation tu ya utaratibu, na mnafanya makusudi. Sawa, so, wanafanya makusudi tu. Sisi hatukulalamika kwamba watu wenu, tumelalamika humo katikati kwamba hiyo access mnayotupa ya kukutana na mteja wetu ni kama vile imepokonywa, kwa sababu hakuna maana yoyote kuniruhusu nikazungumze na mteja wake Nairobi pale wakati wewe unakuja kusikiliza, wanakuambia sasa, amua tu kama unataka ongea, kama utaki basi we nenda. Sasa ndio utaratibu tulikubaliana, kwamba taifa hili litaendeshwa kwa mujibu wa sheria, sio eh, ni utawala wa sheria. Lakini sheria hatutaki kuzifuata. Akivioleti mtu huku nje raia, kesho kizimbani. Wanapovunja hizi sheria, mamlaka zenyewe zipo wanapongezwa, sio? Sasa mambo ya ajabu haya usisi, shida yetu iko hapo, na kuanzia nafikiri kuanzia kama wiki kama miezi mitatu iliyopita sasa hivi kila wakili anayemtembelea mheshimiwa Lissu gerezani analazimishwa kuzungumza na Lissu mbele ya maafisa wa magereza kinyume na utaratibu atusizungumze huko mbeleni ni nini ambacho utafanya tunajua wenyewe kwa sababu bado akija akijamachua hicho tunachotaka kufanya okay wewe, wewe umekuwa ukienda uh, gerezani mara, mara kwa mara, mara umekuwa ukienda mara kwa mara na ni, ni, ni, ni wewe ndio ulitoka na huo ujumbe wa salamu za rambirambi wa Lissu au ni, ni nani mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi kwanza nani alitoka na, na huo ujumbe wa salamu za rambirambi nafikiri sio eh, sio sio muda mwafaka wa kueleza nani aliyetoka na huo ujumbe watu wa kutoka na huo ujumbe wako wengi sana. Watu wengi sana. Anaweza kuwa ni wakili, anaweza siwe ni wakili, lakini anaweza eh, kuwa ni gaubini anaweza kuwa ni gaubini, anaweza siwe ni yeye. Lakini ngoja nikuambie. <laughs> Baada ya, baada ya naibu katibu mkuu kusema tutakwenda kuchukua ule ujumbe, kurugenzi wa sheria wa chama alizuiwa kuonana na Lissu ambaye ni wewe, ambaye ni mimi. Na nani alikuzuia? Mamlaka ya magereza. Kwa nini? Hawana sababu yoyote wala hawakutoa sababu yoyote. Walisema tu getini, huyu mtu mwenye hili jina asiingie. No reason. Hakuna hata haki ya kumwona hata huyo afisa mwingine ambaye anashughulika na hayo mambo nyewe watu wa gerezani huko wagetini pale hakikisheni mtu mwenye hili jina asipite hapo, wala hatutaki kuzungumza na mtu yoyote. Mambo ya ajabu. Sawasawa. Sasa si mlimzuia, lakini ujumbe wa Lissu ulipatikana na umesomwa. Ulikuwa unaenda kuuchukua huo ujumbe? Sijasema nilikuwa naenda kuuchukua mimi. Nilikuwa nakwenda kutekeleza majukumu yangu ya kuzungumza na mteja wangu.